kubwa kwa ajili ya kutimiza haki yetu ya kikatiba, ya kuchagua viongozi wetu haki ya kupiga kura. Nayo furaha kuwa mimi sasa hivi nimeshapiga kura kama tunavyoona kidole hiki na alama ninayo, na nilichofurahi zaidi nimeona utulivu katika mkoa wa Dodoma, amani. Naona watu wakipita kuelekea, kwenye, kwenye vituo vya kura kwa utulivu kabisa. Naomba niwaambie wananchi wengine ambao bado hawajapiga kura, ambao wanakadi za kupigia kura waje sasa kwa sababu utulivu upo, usalama upo, lakini ile haki yetu ya msingi ya kupiga kura ni muhimu kuja kuitumia. Mimi nimeshapiga kura, nimejiandikisha na sasa nimeshapiga kura, na kama wewe umejiandikisha na kualika sasa uje upige kura. Dodoma iko salama, na kisha nifurahisha zaidi ni muda mfupi ambao nimekaa hapa kwenye kituo cha kupigia kura, nimefika foleni haikuwa ndefu, kwa sababu wengine walishatangulia wametoka, lakini utaratibu walioweka hapa unasomewa, jina lako haraka unaingia ndani, unapita hatua kwanza ya kuhakiki jina lako, unaelekezwa sehemu ya kwenda kuchukua karatasi za kupigia kura, lakini unaenda kwenye chumba cha kupigia kura, umeshaelekezwa kutoka kwenye kupiga kura, unaenda moja kwa moja kutumbukiza kwenye boksi la kura. Kwa hiyo utaratibu umewekwa vizuri na niwapongeze sana INEC kwa kazi nzuri hii ambayo wameifanya ya maandalizi ya uchaguzi na leo tunashuhudia mambo yanaenda kwa urahisi zaidi. Niseme ni wananchi wote wenye sifa ya kupiga kura waliojiandikisha, wanakadi nawaambia kuwa tuko salama. Mimi nimetoka nyumbani kwangu mpaka nimefika hapa sijaona mtu yoyote njiani ambaye anaonekana si mtu ambaye, uh, ana amani. Watu wote nimekuta wakiwa na furaha, wanaendelea na shughuli zao, hakuna, uh, hakuna tishio lolote. Dodoma iko salama. Kwa hiyo wito kwa wananchi wa Dodoma ni jitokeze kuja kupiga kura, wakati ndio huu, siku ndio leo, hakuna hofu yoyote ya usalama.